ai limepokea fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa visima viwili, na hapa tunapoongea sasa hivi, kwa upande wa Nyasa tumeshaandika kwa mkurugenzi ili kuomba kupatiwa maeneo ambayo wanapendekeza visima hivi vijenzi, lakini pia mamlaka